Habari zen wote, mimi ni Dr. Raghavendra Kosgi, mshauri wa upasuaji wa minitia, daktari wa urologia na mtaalamu wa tiba ya ngono kutoka hospitali ya Apollo Jubilee Hills, Hyderabad. Sasa nitawaelezea ni lini unahitaji kufanya vipimo vya homoni kwa ajili ya tathmini ya utasa kwa wanaume. Vipimo vya homoni kwa kila mtu kwa kawaida havihitajiki, lakini vipimo vya homoni vinahitajika kwa watu ambao viwango vya mbegu zao ni vya chini, au kama kuna tatizo la hamu ya ngono, au kwenye uchunguzi wa mwili kama kuna dalili za hipogonadism. Hii inamaanisha kuna dalili za upungufu wa homoni ya testosterone, ambapo sifa za pili za jinsia hazijaendelea vizuri na kuna kuongezeka kwa ukubwa wa matiti. Hivyo hizi ndizo sehemu mbalimbali tunazotazama ili kufanya vipimo vya homoni. Ni vipimo gani vya homoni vya kawaida tunavyoagiza kwa watu wote wanaopata shida ya utasa? Inaweza kuwa FSH au jumla ya testosterone au homoni ya estradiol. Kwa baadhi ya watu prolactin inaweza kuhitajika, lakini kwa kawaida hatupendekezi prolactin. hata estrogen pia tunapendekeza hasa kwa wagonjwa wenye uzito kupita kiasi. Hivyo hizi ndizo homoni za kawaida tunazohitaji kila mara ambapo wanandoa hasa mwanaume anapata shida ya utasa. Kwa hiyo kila unapokumbana na tatizo lolote la utasa, unaweza kushauriana na daktari wako wa andrologi. Wanaweza kufanya vipimo vya msingi vya shahawa, vipimo vya homoni na kulingana na mahitaji yako, vipimo vya vinasaba na watakuongoza zaidi kuhusu uchunguzi na pia matibabu. Asante.